na hii baisikeli itumike vizuri, usije ukatumia kwenda ama unapea rafiki yako anaenda kufanyia na baisikeli mambo mabaya, anaenda anagonga watu huko nje. Na wewe pia ujichunge, aswasa hii yenye tunaelekea msimu wa Krismasi na mtapata watu wengi sana hapa wamekuja kutembea. wewe If you're riding the bicycle, take care of yourself. Make sure you're riding safely. Ndiyo usipate majeraha na tusipate kupata wewe ndio umekuwa na shida. Tumepata baisikeli mia tano. Wapi makofi? Na mwaka jana tulipata baisikeli mia moja. Wapi makofi? Niweke ombi. Ya kwamba kati ya wale wahudumu wetu 1700 671 najua na na ni 1632 na wako katika program, lakini hata wale 32 ni mipango na maombi ya kwamba hawa CHPs wote wawe wako sawa, hakuna li, yule aliyoachwa nje. Each of of the the bicycles that will be handed over today courtesy of the World Bicycle Relief

We believe these bicycles will enable you to do so much more of that. Nimefurahia sana kupata baiskeli kwa sababu tunafanya safari ndefu hata tunarudi jioni tangu saa mbili ukianza kazi. Huo mwendo ni mrefu. Nashukuru Mungu serikali yetu imetuonekania.